Niwapongeze kwa kuweza kuhudhuria mafunzo haya, ni jambo la msingi sana, na nimekuwa na bahati hiyo kwa wa mwanzo, lakini nadhani bado tutakuwa na grupu litaongezeka. E, lakini ni kilio cha Watanzania wengi kwamba wanahitaji VAR VAR kwa sababu wao kikaa kwenye TV zao huko ndo wamekuwa VAR e, sa ingine nanyiwe wanawachanganya chezesha mechi huko, ukisikia komenti zao e. Lakini baadaye tutakapokuwa tumemaliza na hao hapa, tutazungumza tu utetue katika jambo moja, na angalau mpate position ya, ya federation. Mimi niwapongeze tu, lakini niwaambie kuna haja kubwa ya kuhakikisha kwamba tunakuwa serious kwenye vitu kama hivi, kwa sababu ni vitu ambavyo vitasaidia vi, vi kuongeza thamani ya ligi yetu, lakini pia kuongeza na umakini, na baadaye pia vitatupunguzia yale matatizo ambayo ni ya kibinadamu ambayo kwa muda mfupi huwezi kuona, lakini pia itakuja itaondoa maneno maneno mengi lakini pia itatuingiza sisi kwenye orodha ya zile nchi ambazo zina zinakuwa na hii teknolojia. Mimi kwa hapa na, nichukue nafasi hii tu kusema kwamba mimi naiahirisha hii kozi yenu, kwa sababu bado itakuwa inaendelea mpaka tumalize hizo sisheni tano zilizobaki ndio tutakuja tutaifunga. Niseme kwamba nimeahirisha mpaka wakati mwingine. Nawatakia kila la heri shara, asanteni.